Sasa hivi tulitenga bajeti ya kujenga daraja na kutengeneza ile barabara kwa wakandarasi wawili tofauti. Hizi kilomita 4 zitatengenezwa na mkandarasi mwingine ambaye anaitwa Fami, na ile daraja limejengwa na mkandarasi anaitwa Epic. Tulishindwa kuingiza kutengeneza barabara kwa sababu daraja lilikuwa bado halijakamilika. Lakini sasa daraja limekamilika, mkandarasi na jibombe siku ya kutengeneza ile barabara kilomita 4 ili walau kuwawezesha wananchi sasa kuweza kupita kwenye daraja vizuri lakini pia barabara kuwa vizuri. Mheshimiwa Naibu na Waziri, baada ya maelezo hayo sasa niweze kukaribisha, tuko tayari kupokea maelekezo yako. Pa, tumekagua miradi miwili. Mradi wa kwanza ni barabara ya Maliasili inayojengwa kwa kiwango cha lami ambayo ina kilomita 0.85 awamu ya kwanza na baadaye itaendelea mbele kwa karibia mita 300, lakini tumekuja mahala hapa kukagua daraja hili la hoho, daraja ambalo linaunganisha kata mbili zenye mwingiliano mkubwa wa kiuchumi kata ya Mwangata na kata ya Mkwawa. Ninamshukuru sana na kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa sababu tayari mahala hapa fedha zipo, wakandarasi wanaendelea kufanya kazi. Na mimi nichukue nafasi hii niendelee kuwakumbusha wenzetu wa TARURA kwamba kama ambavyo Mheshimiwa Rais alileta sheria mpya, tukatunga sheria pale bungeni sheria ya manunuzi ya mwaka 2024 ya kuhakikisha kazi zote tunazozitekeleza kwenye miradi yetu hii kazi za zinazohitaji chini ya bilioni 50 wapatiwe wakandarasi wazawa. Na hapa ndipo ambacho nimekiona, wakandarasi wote wanaofanya kazi hapa ni wazawa. Spirit hii tuendelee nayo, kwa sababu hii spirit itaamsha uchumi wa Tanzania italeta ajira kwa vijana wetu, lakini itakuza ujuzi kwa kampuni zetu hizi ili siku zijazo ziweze kushindana na kupata tenda za kazi kubwa ndani na nje ya nchi. Yote hii tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu ameahidi na ametekeleza. Chapeni kazi, tuijenge nchi yetu. Awali ya yote, nachukua nafasi hii ya kukaribisha katika eneo hili la ujenzi wa barabara ya Maliasili yenye urefu wa kilomita 0.85 kati ya kilomita 1.3 ambayo utekelezaji wake unafanyika kupitia mkataba namba kumi wa mwaka wa fedha 24 25, ambao ni kiungo muhimu kati ya kata ya Ruaha na, ki, na Kitwiru ambao pia inaweza kutumika kama njia mchepuo bypass kukiwa na tatizo katika barabara ya Tanzam Highway. Chanzo cha fedha, Mheshimiwa Naibu Waziri, chanzo cha fedha ni tozo ya mafuta na gharama ya mradi ni jumla ya milioni 380, hii barabara ya lami na milioni 280, lakini vile kuna madaraja mawili yamejengwa kwenye barabara zingine jumla ya shilingi milioni Muda Shumwa, waziri, wa utekelezaji. Mheshimiwa naibu waziri, mkataba ulisainiwa tarehe 30 mwezi wa 8 2024 20, na kazi ilianza rasmi tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2024 20, 20, na ulipangwa kukamilika tarehe 7 mwezi wa 11 mwaka huu wa fedha. Utekelezaji ki kiujumla umekamilika kwa 98% na mkandarasi anaendelea kufanya marekebisho madogo madogo ili na mchakato wa malipo ya mwisho yanaendelea. Ya mkandarasi kwa jina ni Pippam Company Limited ya Iringa. Mpaka sasa mkandarasi ameshatekeleza kazi zifuatazo kimaji: usafishaji wa eneo, ujenzi wa tabaka la asili, kujaza udongo katika mabonde na ujenzi wa tuta, tabaka la kwanza na pili, ujenzi na urekebishaji wa mifereji, uwekaji wa lami nyepesi, uwekaji wa lami nzito pamoja na kwanza, tabaka za kwanza na pili, na sasa anaendelea na marekebisho madogo madogo ili kuweza kufunga mradi kwa muda. Manufaa ya mradi Mheshimiwa Naibu Waziri, kukamilika kwa mradi huu kutaleta tija kubwa katika kurahisisha barabara za kupitika kirahisi na haraka, kuzifikia huduma za kiuchumi na kijamii katika kama vile shule, hospitali, masoko pamoja na usafirishaji wa mazao na huduma nyingine zilizopo maeneo ya mradi. Mpango wa TARURA <coughs> ili kuhakikisha ujenzi wa barabara hii unaleta tija, serikali kwa mwaka wa fedha 25 26, imeidhinisha bajeti ya milioni 285 pitia fedha tozo pia kwa ajili ya ujenzi wa kilomita hizo mita 3zilizobaki pamoja na daraja la mawe la Tao. Kuna, kuna kikwazo cha cha, cha kuweza kufika kwa kilomita zote. Kisha kuwa wa barabara katika kiwango cha. Hadi sasa kazi hizi io katika hatua za mwisho za wanunuzi. Mheshimiwa naibu waziri, changamoto kubwa katika mradi huu ilikuwa ni zuio la ujenzi, uwekaji wa tabaka la lami katika kipande cha cha mita um, mita hamsini. Kuna sehemu tumeiruka pale, ni eneo la TAZAMA kutokana na mamlaka ya usimamishaji wa bomba la mafuta TAZAMA ambao tumelazimika kukiruka kipande hicho. Pia kulikuwa na changamoto ya hali ya hewa kutokana na mvua kubwa za msimu wa 2024 zilizonyesha katika mkoa wa Iringa ikiwemo eneo la mradi huu, ambapo ilipekea kasi ya utekelezaji kupungua. Pamoja na changamoto hiyo, kandarasi kufanya kazi zinazoendelea na hali ya hewa oh, katika kata ya Mwangata ni muhimu kwani ni, ni kiunganishi kikuu kati ya kata ya Mwangata ambayo ni kata hiyo na ya kata ya Mkwawa ambayo kuelekea barabara yetu chanzo cha fedha. Chanzo kikuu cha fedha za mradi huu ni mfuko wa serikali kuu consolidated fund kwa jumla ya shilingi milioni 199.9 za Kitanzania ambazo jumla kuu ya mradi huu wa daraja peke yake ni milioni 116 pamoja na mfereji yake. Katika mradi huu mkandarasi tayari amelipwa kiasi cha shilingi milioni 89.8. Muda wa utekelezaji. Mkataba ulisainiwa tarehe sita mwezi wa 11, 2024 na na ulianza rasmi tarehe sita mwezi wa 11 mwaka wa fedha 2024. Na ulitakiwa kukamilika tarehe kumi mwezi wa 12, 2025 baada ya kuongezewa muda. Utekelezaji wa mradi huu umefikia 96% kwa ujumla wake na mkandarasi anafanya umaliziaji wa ujenzi wa box culvert pamoja na mifereji ambayo tumeiona hapo. Mradi huu unatekelezwa na mkandarasi Epic Construction Company Limited ya Dodoma. Mpaka sasa kazi kuu zilizofanywa na mkandarasi ni ubomoaji wa vivuko vya zamani, uchimbaji wa msingi wa daraja, unyoshaji wa mkondo wa maji, umwagaji wa zege la msingi, ujenzi wa daraja kwa kutumia mawe, usukaji wa nondo na umwagaji wa zege la juu la kingo, kujazaza kifusi katika maingilio, uchimbaji wa mifereji na ujenzi wa mifereji ya maingilio. Manufaa ya mradi: kukamilika kwa mradi huu kutaleta tija kubwa katika kurahisisha barabara kupitika kirahisi na haraka kuzifikia huduma za kijamii katika kata za Mwangata na Mkwawa.